Kumuona Mungu ni maisha matakatifu. Kumuona Mungu ni maisha yanayempendeza Mungu. Baadhi ya watu wengi wanakuwa wanajiwazia kwamba kufanya kazi ya Mungu ndio kumuona Mungu. Wengine wanajidanganya wanasema kwamba kufanya kazi ya Mungu ndio watauona ufalme wa Mungu. Biblia inasema kama ni muheri ule mwenye iko na moyo safi na tunaposema kuwa na moyo safi, ni mtu ambaye pekee yake anajichunguza kila ituwapo. Leo shalome, shalome, tuna tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia neema kuiona tena siku ya leo, kwa kushukuru pia uongozi wa ETV andiho wametukubalia kuwa hapa. Viongozi wote, hii ni shukrani zetu za dhati ambayo tunatoa kwenu, kuambia kama mimi ni mtumishi wa Mungu kwa kanisa la Eniako, hapo ndipo tunapofanya kazi chini ya mchungaji Pastor Jamari uh, Niyonzima Jo baba yetu anayetulea pale kwa kazi ya Mungu. Acha tujielekeze ndani ya maneno ya Mungu. Nataka tusome kitabu, kitabu cha Mathayo uh, sura ya tano mstari wa nane. Biblia inasema hivi. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo nataka kufunza juu ya kuwa na moyo safi. Na kipindi hiki ni kipindi cha uwezo wa neno la Mungu. Kwa hiyo nataka na kuwa na moyo safi, na neno la Mungu linasema heri wenye moyo safi, kwa maana hao watamwona Mungu. Na nataka kuongea na mtu nikimwambia kwamba kufanya kazi ya Mungu haimaanishi kwamba ndio kumwona Mungu. Uh, kuimba ama kuhubiri ama kuwa mchungaji ama kuwa mwimbaji au kuwa nabii au ama kuwa mitume uh, ama kuwa mwalimu haimaanishi kama ndio kumwona Mungu. Kumwona Mungu ni maisha matakatifu. Kumwona Mungu ni maisha yanayempendeza Mungu. Baadhi ya watu wengi wanakuwa wanajiwazia kwamba kufanya kazi ya Mungu njoo kumuona Mungu. Wengine wanajidanganya wanasema kwamba kufanya kazi ya Mungu ndio watauona ufalme wa Mungu. Biblia inasema kama ni muheri ule mwenye iko na moyo safi, na tunaposema kuwa na moyo safi, ni mtu ambaye peke yake anajichunguza kila ituapo leo, kwa maana dunia tumo ndani ni dunia ambaye baadhi ya watu wengi wanajichanga kwenye dhambi na kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Ndiyo maana hata leo unaweza ona watumishi wa Mungu, unaona ni mchungaji lakini anatembea na kondoo wake, unaweza ona ni muhubiri lakini bado angali na njia zisizompendeza Mungu. Kwa wengine msemo, sio maneno ya Mungu mengi yanayemfanya mtu kumwona Mungu lakini kinachomfanya mtu amwone Mungu ni kuwa na moyo safi. Kwa wingine msemo ni kujiandaa kila wakati kwa maisha yako, ujichunguze, unaishi na aje na Mungu, unatembea aje na Mungu. Hii itakusaidia kuwa na maisha yanayempendeza Mungu. Biblia inasema heri wenye moyo safi, wenye mioyo safi, kwa maana hao watamwona Mungu. Kuwa na moyo safi ni kujiandaa siku kwa siku, ni kutembea sawasawa sawa na kile ambacho neno la Mungu linalokuambia. Tatizo moja ambayo tunayo watu wa Mungu ni wakati watu wanataka kutembea kinyume na neno la Mungu, na wanataka kufikia katika vitu visivyompendeza Mungu. Ndiyo maana nakutakia kupitia neno hili ndugu yangu. Mungu ashitushwi na kujua kwamba wewe uko kwa mhubiri. Hakuna kenye kinamshitua kwamba wewe uko nabii. Lakini kinachomshitua Mungu ni wakati maneno yake unatembea nayo ni wakati unaishi jinsi yeye anavyopenda. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo sina mambo mengi ya kusema. Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Ninaomba juu ya neno lako unalijua tena unalitambua, acha kila mtu wote ambaye atasikia neno hili lipate kumsaidia, lipate kumtoa katika maisha ya zambi, limuweke katika maisha yanayokupendeza katika jina la Yesu Kristo. Kila maksudi yote ya shetani yasingelikuwa na uwezo juu ya watoto wako. Acha kila wowote ule anayepiganisha maisha yake kuweza kukupendeza Mungu wa neema uweze kumusikia, tembee sawasawa na mapenzi yako. Ninakushukuru kwa maana yote, Bwana unasikia, na ulinzi wako utakuwa na watoto wako katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana.